Raundi mbili, dakika moja, Jikibwengo. yeah, yeah, yeah, yeah, okay, yeah. Hauna hata lengo leo, nakuchukua naenda nakupa mjengo. Ujui kiingereza ujui hata mengo, unaonekana una usingizi alafu we kibwengo mchawi unaelizi. Kwanza sura yako utazani mwizi alafu wewe wakuja wewe mkimbizi una sura unaridhisha, sura yako nzuri inasikitisha. Leo mtoto cheki na kusukuma miso baba yako usinionyeshe huruma. Jiki Bwengo cheki na kuchezesha hapa kati leo na kufurahisha. Alafu kwanza pigeni kelele, huyu Jiki Bwengo leo namwaibisha mbele cheki kwanza, na flow, biti pap, na flow, biti adufu mzee sufu halafu, huyu kwanza adija kopa. G Kibwengo ana hofu moyoni, ananiogopa. Mwangalie shati mkono mrefu, G Kibwengo unatia kichefuchefu. Hauwezi kimbia hata mbio ndefu, unaonekana kwanza unafanya makosa na mchana huu kibonge, eh bwana, kabisa hapa usichonge chonge, lazima kabisa leo ubaki kinyonge, auna maneno mengi ya nini hapa ulonge, wewe ni kibonge na au umekunja swala leo, nakuambia ujakula na hapa ujala, usinitishe mikwa mikwala, hata ukijifanya kapelo kama tozo ya Mbagala, leo nakualeza kabisa una vishavu vishavu kabisa, lakini viso shupavu, leo nakutafuna misili ya chisikavu, huyu ndo kati ya marapa fulani wapumbavu jinsi alivyokaa kabisa mcheki, wa uso naonekana kabisa, yani hana vidusko, cha mikono hajaweka kwenye mfuko Usinisogele, baki huko huko, jinsi navyo kucheki kabisa. We kibonge popa kipopa, leo mistari wewe utanikopa. Umekaa kama visa ye au uko shkopa, una sound kama zuchu wa adija kopa, yeah. Nakupa ladha adimu Kibwengo, ndo kwako mwalimu nakupa wazimu wewe hapa ni supu ambayo imekosa ndimu. Sasa nakwambia leo nitakupandisha steam <laughs> nakukaliza kwa... yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ebana anaitwa Kibwengo MC akiwa na Maker MC, tupo na Tig One pia. Baada ya nusu finali atakuja kutuburudisha hapa. My big brother, Max Cortez. Shout out to you, Catalyst. Tuko hapa na Cortez na muinspire sana Cortez Eh, bwana shout out kwa Tigwa nimefurahi leo anakuja kunipigia vesi yangu pia. Ile vesi yako unaiclaim kila siku. Kila siku, naambia wewe unakuja mbona unanipigia ile vesi yangu? Tigwa, nijipange huko usisahau mistari. Eh, bwana kwanza big up kwa Maker. Yeah. Yaani kwa namwambia pia hapa Maker angekuwa amekutana na mpinzani ambaye yupo kawaida kawaida angeza hata kum, kum, kumshusha, lakini ni kwamba Kibwengo alivyokuja yeye sasa ameshindilia ame sana kwa hiyo hii round ya kwanza nampa Kibwengo. Kibwengo. Oh, yeah. Oh, yeah. Uh, <laughs> Mika Mario alivyosema Mansuri, nampongeza Maker. Yeah. Sababu ni mara ya kwanza. Yeah. Na amekutana na game ngumu sana, lakini ameonyesha ushupavu, ukomavu, shujaa, uh, pambano wa hali ya juu. Uh, Maker alianza, unajua naweza tukasahau kidogo. Unajua mtu anaanza kama mnamsahau namsahau lakini Meka alitupa sana makonde. Yeah. Eh, hey, kwa Jikibwengo sau so, mwanzo kabisa alimwambia Jikibwengo unaonekana una hata malengo. Sasa leo mimi nataka nikukutafutie mjengo. hata nikutafutie kwamba ana hata malengo ya kutengeneza eh, mjengo. Yeah, limwambia kwamba we mwanangu na kisura fani kama, kama mwizi <laughs> <laughs> Aa, kwa hiyo, <laughs> <ya za> <laughs> <laughs> to be honest ni kwamba wote wameshambuliana. Mii mi binafsi naomba ntoe sare, sababu wote wameshambuliana kama alivyosema P, bwana mashambulizi yalikuwa makali sana kwa wote yeah. kwa wote ndugu uh, yangu hapo Maker Maker MC, yes Maker me, ametupa mashambulizi ya kutosha pia lakini, yeah. pia G Kibwengo kama alivyosema pia, mengine amekoti hapo, mengine memkumbushia yeah. Uh, G Kibwengo pia amerusha, yani tofauti hapa iko wapi? Uh, the way una deliver hayo hayo mashambulizi yeah. yana una deliver kwa, kwa, kwa ushambulizi gani? unajua uh, mfano naweza kutolea kwamba unaweza ukasema neno barabara, lakini ukilitamka tu kawaida itaoneka kama ni barabara bara, bara, bara, bara, au barabara au barabichi <laughs> yeah, barabara, e, barabara. Yeah. unajua kabisa hapa umedeliver kitu barabara sahihi kabisa. Kwa hiyo deliverance ya Maker ya, ya haikuwa nzuri sana, ukikompea uki na delivery ya ya G Kibwengo yeah. Lakini mashambulizi wote wamefanya mashambulizi makali. Kwa hiyo ukifanya comparison hapo, mimi kwa upande wangu, vitu vidogo sana G Kibwengo amemzidi, amemzidi Maker, Maker, kwenye hii raundi. Kwa hiyo kwenye raundi hii nitampa G Kibwengo, nitasubiri raundi inayofuata naona iko vipi, lakini uh, Maker afanyie kazi hilo swala la kudeliver kuna yeah. Stili, kuna vitu tu ambavyo mbwembwe mbwembwe fulani vya kuongea vidogo sana ambavyo yeah, kwa sababu pia ni mara ya kwanza sio mbaya yeah, anajua anajifunza pia, lakini amefanya vizuri, ana, ana, ana, ana, ana mashairi mazuri, mashambulizi mazuri sana punchline za kutosha, tuone round ya pili nakuaje? Yeah ha, ha, ha. Nampoteza yani ile taratibu dogo janja, huyu hana maswahibu ha. Dokta, sasa na mtibu. Ha, anaonekana hana jibu, sasa na kutuliza wewe kibonge, sio na kupeleka mwendo, yani uwende mbiombio, laundi hii yapa wewe utamuwakilio ya yeah. Kabisa kawaulize wenzio, wewe ni rapa usiye na mfuto leo na kufuta misili ya ufuto ya yeah, umeka mfuto mfuto. We, na kutoboa wewe puto, nimeshika pini, unaambie nini? Na kuchana kabisa mistari yako magilini, kibonge kabisa leo, na kupiga chini mwili wa Kiislamu, ila ujaenda msikitini. Jinsi ulivyo kabisa, unanikoseshara unaonekana kabisa hawezi kutoara. Jinsi gani, cheki jinsi gani, na kuchakaza wewe, ni mtoto mdogo, mtoto wa maza, auasuna skendo Bati mbaya umetujia na sendo lapi yako yako njia za magendo na kuonyesha vili wewe wewe zifanya vitendo. yeah, Make them see, yeah. Umechana vizuli utazani jinako usiki kichwa leo na kushika toke vizuli mimi baba yako, alafu kubwa zima kwanza lizomeeni, akirudi kwa anaogeshwa kwenye beseni mikamanda niite kapteni, umevaa vizuri ungependeza na hereni hapa kati ya uchezi kiduku, mguuni huku ungependeza na kikuku, mili klozi wewe bahati bukuku, leo nakurudisha, unaonekana unaonekana, weka puku levo zako hapa, umesanda na kufanya kama kado alivyofanya mteganda, naonekana hizi levo hauziwezi Rudi kwenu tu nyegezi, alafu unaonekana babu mchizi mchafu, kija levo hizi usije tu kipumbafu, na kunyamua leo na kufanya nyangafu, unaonekana we mchizi kama wafu. Cheki kwanza na kuweka selo, nachukua kicha na kuvua ikapelo, kama fande na kupiga telo, alafu kiniona semamasai yellow Unajua, unajua, unajua, sikiza, zingatia sana maneno ya judges, zingatia sana maneno ya judges wanavyokwambia hii manake, piga upigwe, zubaa upigwe. Uh, Mansuri with the mic. Ye, yeah, kuna kitu nadhani nilimwambia sijini Jikibwengo sijini nani. nilimwambia ya kwanza unapokuwa umeshaimaliza usiani, usi lose guard uko na kwamba tayari mpambana ndo That's what I was saying. nimeshaumaliza yeah, so hii mi nampameka Songa. Uh, mwanzo nilisema wote wameshambuliana lakini Jikibwengo alimzidi deliverance kidogo bwana Meka, Meka. Yeah. Lakini hii uh, Jikibwengo amedeliver vizuri, lakini Meka amemzidi mashambulizi. Kwa hiyo nitampa Meka. Meka, Jikibwengu kwao hii nitampa. Tarudia kauli yangu ya awali ni kwamba Meka ni wa kumzingatia sana. Yeah. Sababu mwanzo alianza, yeah, tukasahau mengi kutoka kwake ndio yeah, maana eh, tulifikia hapo game ika balance lakini, sasa hivi amemaliza, nadhani amezingatiwa zaidi, ndio yeah, maana ameonekana ubora wake kwenye hii round. Maker ametawala zaidi, kwa hiyo mimi pia nampa Maker. Maker, ina maana kwa jumuisho wa pamoja hiyo ni draw, si ndio? Yeah, sasa tunaenda kwenye extra round. Round moja ya mwisho ya kujitetea. Huyu yeah, yeah, huh. Dogo anaitwa Maker, leo mi Kibwengo namchomea, anamchomeka, anaonekana kabisa hajasomeka. Huyu kama mbwa asiyejua kubweka, leo kama majani mi namfyeka fyeka. Leo kabisa umenuna, utacheka cheka. Yo. Kapelo umeka kwa pembe, nakwambia kabisa, nani amekushika pembe weni mkulima ambaye unazala ujembe. Dogo ni chizi amekimbia milembe, anakula sembe, yani anakula dona. Leo utwamini hapa unachokiona, umechanika sana miza pana kushona, unaumwa ukimwi kama siyo basi kolona. Leo nakwambia kabisa, cheki mdomo unaonekana ushalielewa somo. Leo nakupikisha kwako ile kikomo, dogo kabisa mwili wake yani mzito mimi ni kibwengo na mpiga tuna pisto, anaonekana kabisa na masikitiko, anacheza cheza kama vile yupo disco. Ha, tulia kabisa acha utezi, unaonekana mwili fulani wa mapenzi, unaonekana si mwanangu we mkwezi, badilisha hii mpila kanunue jezi yeah. Yeah, yeah. Okay. Yeah, yeah. Hii Kibwengo ntakupiga roba, halafu inaonekana kama mama wa vikoba. Kichwani hamna kitu, kichwani ni zoba, naonekana kwanza wewe Umlendizi. Leo nakuonesha hapa kati tu uchizi, auoni kitu unaona usingizi, na kupiga kile kipigo cha mwizi. Leo kati nakuzudumua, alafu upo kati cheki inavyokusulubu, siku skuchani hata kwa vesi nakuchana kibubububu, haba haba juu mpaka chini, unatisha sana yani utazani zimwi. Usiniogope sana, usiniangalie mimi, maana unaonekana kama vile Mr. Bini, kwenye vesi we kwa makini Usishindane na watoto wa mjini hapa kati ze navuutini. Ukiongea na mimi usining'atie ulimi, yeah. Nikajua kwamba dakika zimeisha kumbe dakika tu bado inaendelea, alafu mdogo unakuchana mdogo kama ngwea kwenye biti bali

Si hatuna maamuzi, vichinjio hivi hapa. Tuanze na kichinjio cha kwanza hapa. Songa, na unamchinja nani? E bwana yeah. Kibwengo alivyopiga raundi ya kwanza na Meka alivyokuja na comeback, nilikuwa nasema hii kabisa, Meka anamaliza mazima yeah. yes. Sasa kilichokuja kushangaza, Meka ameishia ya katikati, yaani kwenye mapambano ameishia katikati. kwa hiyo yeah. yeah, yeah. Angeimalizia ile ilikuwa raundi ya kwake hii. Lakini sasa ameshindwa kumalizia kama sekunde ishirini nzima zimebaki. Hiyo yeah pia imefanya hii ngoma iende sare. Kwa hiyo mimi nitahitaji sare pia raundi nyingine. Mansuri. Sare. Pia, vile, vile, O jamako, stop kurap anyway, PNC. Uh, kwanza imenishangaza kuona meka ndio uko upande wa kuona muda. Alafu wewe ndio kawacha. Why did you fucking stop? Kwa utumia dakika yako vizuri. Why? Yeah, kwa hata mi ntatoa sare kwa sababu, mzee, weakness yako inaweza ikakuponza. Anyway, ni sare sare. Yes, na DJ, hii round tunaomba tubadilishie beat pia. Okay, badilisha beat. Eh banae, mnafly mnachokiona leo mchizi, tumetoka sare leo. Unakuoa kama mchage na mpare, una mindevu utazaka mbale. Alafu mwanafunzi naenda kwanza ukalale leo kati takuchichefu Alafu kwanza unatia kichefuchefu au shindi hata kikimbia mbio ndefu. Naonekana kwanza wewe tu umekonda, ulipokuwa hapa utazani vile gongonda. Leo nyundo naachukua na kuponda, cheki kwanza hilo bichwa kama vile utani, una kichwa kibaya, utazania sahani. We mtoto leo kwangu uyawezi na kufanya kile kipigo cha mwizi. Cheki kwanza unafagilia mapenzi, mapenzi yenyewe kwanza, we mtoto uyawezi. Afu kwanza keki hauna hata kumbukumbu. Unaonekana kwanza kichwa chako tumbumbumbu. Unaonekana kwanza we mchizi, unazalau kubato na mimi kwanza, hilo we sahau na kuchana chizi, we mchizi, mchizi tunyangau. Izi ndevu zako kama manyoya ya nyau. Yeah, na kupoteza Yeah, Umemaliza bato tipwatipwa hapa, unatoka bule hakuna utacholipwa na kibwengo cha kabisa cheki unavyozibwa huyu jamaa nasikia, sijui kwao ameibwa, ameletwa hapa kabisa nilekwere kaa nyuma kibwengo na kukalia mbele na kutetemesha kama vile mayere wewe ni kifimbo na mimi ndiyo Nyerere leo nakuchezesha leo kwa utakesha, umekuja juu kwa ani unaleta fresha leo waya kuna mume wapa namuozesha jamaa mchafu inapasa kumwogesha Kibwengo na mtisha, yani na mwogopesha, ajarewa mpeni baba pate kuvesha. Jamaa yani kibonge, mpani namficha leo apa ile apa kwa pani, na kueleza kwamba mimi Kibwengo ni nani, sula yake wazungu ndo alisema huyu nyani. Leo namficha kabisa kwenye ibato kwa mtindo wa minato, langi yake kabisa noneka na mzabato, viatu vyake na hisi ana kwato, amevaa Gucci Raundi ya mwisho umeniangusha mwanangu, nilitegemea hii utakuja kukazia zaidi, ili bidu kazie zaidi tu. Sasa ulivokuwa unajitafuta, mwenzako kaja, imekuwa rahisi kwake Kibwengo. Jiki Bwengo. Songa. Hey, bwana kwanza niseme big up sana kwa Meka. Big up sana kwa Meka uh, kwa sababu gani? Kwa sababu ni siku yake ya kwanza kufika. Yeah. Lakini amefika paka semi final. Yeah. Na hiyo semi final pia amesumbua zimendadi raundi ya 4 sasa hii Yeah. Amna mtu ambaye hame, ameweza kwenda raundi mpaka ya nne na G Kibwengo, lakini yeah, amefikia hapo. Yeah. So big up sana kwako Maker, mi binafsi nilikuwa naona wewe unapita kabisa. Especially katika raundi iliyotoka uh, ile energy na, na ulivyo, ulivyo perform ilikuwa very perfect. Hii raundi ambayo imekuja sasa hivi ni kidogo kama uliko umepooza hivi, ambayo hiyo pia ilimpa mpinzani wako nguvu ya kufanya comeback kwa, kwa, kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ana experience na anajua, anajua arudi vipi. Kwa hiyo yeah. amejitahidi zaidi kurudi. raundi hii nitampa G Kibwengo, nikwambie tu Meka ulikuwa umeshikilia sana roho za watu yani, kila mtu humu ndani yeah, uh, ni mpinzani wa Jiki Bwengo. kwa anatamani kila mtu kila mtu jia, apate challenge. kwa hiyo watu walikuwa wanasema tumepata sasa mtu wa kutukomboa. ah, yeah. Lakini sasa we umeichukulia nafasi poa. hata mimi nampa Jiki Bwengo.